Tuko ngangare kuruka. Ni aje mafans? Uko hapa na mimi DJ B, nikipirate ma airwaves. Kuna story imehappen hapa mtaani. Check vile kulienda. I'm Lenin Kamau Kangede. I'm from Ebakasi, Utawala Estate. I'm a cameraman, an editor and a graphic designer. Unapata mse anasema, let me go. Daktari, daktari, hapa saidia hapa, msichana wangu um, anashindwa na kupumua, si umletea hiyo mashini ya oxygen. Ah! Mama acha kunisumbua, mwenye kifungu ya oxygen ameenda lunch na uache kuniitaita hivyo, umesikia wewe? Niko bizi Alice, jikaze tu, Mungu atakuponya, jikaze msichana wangu. Sasa mama Alice, nimekam kumcheki, anaendeleaje? Ako tu, ana shida sana na kupumua. Hey, lakini aa ah, madaktari mimi hata sijui mm, Too far. Na ile means, ya go to the hospital, ikofa. Osi, ikofa, then balabala iko ikobaya a person, anaenda na dedi jiani, then the government inakuja inasema, eh, hey, it was a misfortune. The, the the misfortune. Ah! We mama, bado kwa hapa? Sana yako alikufa kitambo. Ati? Mama, wewe na mimi nani daktari? Na ungekuwa unampenda sana, ungemleta hapa. Sign hizi forms, hii ni ya kusema unakubali kuwa hii hospitali haijafanya makosa yote. Shika, na kama unataka kuzika mtoto wako ulipe pesa kabla ya Friday, ama tutamtupa huko tunatupanga takataka. Bonga na mimi na labda next time utakuwa utakwa kwa hii show. Tuma SMS kwa 3008 3008 ama uni contact kwa FB. Facebook fan page yangu ni DJ Boy na kwa Twitter ni at Shujaz, nauni peristo yako Dude.